Mtazamaji, na watu wawili waliofariki baada ya jengo kuporomoka katika eneo la Karen hapa Nairobi hapo jana wametambuliwa. Jamaa za waathiriwa walifika katika makafani ya Nairobi kutambua miili ya wawili hao Harrison Ngala na Tuju Mwandakwa. Haya yanajiri huku wafanyakazi wengine wanne walinusurika kwenye mkasa huo wakiendelea kutibiwa katika hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta. Ben Kirui na taarifa zaidi katika makafani ya Nairobi. Huzuni ilitanda huku jamaa za Harrison Ngala aliyekuwa na miaka 32 wangali kukubali kisa hicho cha ghafla kilichotokana na kuporomoka kwa jengo katika eneo la Karen siku ya Jumamosi. Ngala aliyekuwa mfanyikazi wa ujenzi wa vibarua ni miongoni mwa watu wawili waliopoteza maisha baada ya jengo hilo kuporomoka majira ya saa kumi alasiri. Alifariki pamoja na mwenzake Tuju Mwandakwa. Kwa familia ya Ngala hali isiyo kawaida ilianza kujitokeza jioni pale mjane wake alipompigia simu mara kadhaa baada ya kuchelewa kurejea nyumbani. Mchana tuliongea, alinipigia simu, akaniambia nakuwekea pesa ya lunch. Kweli alinitumia, akaniambia takuingiza ingine baadaye familia ya Ngala sasa ikiitaka serikali kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha uchunguzi unafanyika kubaini kilichopelekea kuporomoka kwa jengo hilo. Kama serikali iangalie ijue haki yes, mjengo inafanyika ni vijana doko, ni wengi wanakufia kwa mijengo, lakini stori inanyamaziwa. Kuna mwenye anashughulikia. Wafanyikazi wengine wanne wa vibarua walinusurika kifo kwa tundu la sindano, na walikimbizwa hospitali ya Kenyatta wakiwa na majeraha mabaya. Sisi tulisikia mara moja huko juu kuwa yani ni kama kitu kimeshtuka, ndio tukisikia imeshtuka hivyo, tunaonanga hapa na acha tuangalie ni nini, kabla hata tufikirie, ndio inaanza kutanguka. Sasa hizi ile kukimbilia ni yetu kukimbilia mali yetu, ndio sasa wengine tukapatikana, tukapata mifuniko hapo. Ndio one of them has got pelvic fractures Mfanyikazi mwingine aliyenusurika bila kuumia alisema kulikuwa na dalili za wazi kuwa jengo hilo halikuwa imara, akisema ishara hizo zilipuuzwa. ilianza tukushake tu mapema, unaona hata. No, no, asubuhi ilikuwa tu nini msukosuko nini, hizo vitu zinakatika. Mamlaka ya Kitaifa ya Ujenzi kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali inatarajiwa kukagua eneo hilo kubaini chanzo cha kuporomoka kwa jengo hilo. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.